Katika maisha halisi wengi wetu huingia kwenye mzunguko wa amka, nenda kazini, lipa bili, rudia tena. Huu ndio mtego wa kifedha anaoita rat race. Je, yeah, unafanya kazi kwa pesa au pesa inafanya kazi kwa ajili yako? Kiyosaki alijifunza jambo ambalo linaweza kubadilisha maisha yako kifedha milele. Na unaweza kuanza leo. Tumsikilize kwa makini Robert Kiyosaki kwenye kitabu chake cha Rich Dad, Poor Dad. Ila tuanze na utangulizi wa kitabu. Robert Kiyosaki alianza hadithi yake akielezea maisha yake akiwa mtoto mdogo kule Hawaii. Alikuwa na wazazi wawili wa fikra tofauti kabisa kuhusu pesa na mafanikio. Baba yake mzazi alikuwa mtu mwenye elimu kubwa mwenye shahada ya juu na kazi nzuri serikalini. Huyu ndiye aliyemwita baba maskini. Licha ya elimu yake, mara nyingi alikuwa akipambana kulipa bili, akiishi maisha ya kutegemea mshahara wa kila mwezi. Alikuwa mtu mwenye nidhamu, mpenda elimu na aliishi akiamini kwamba suluhisho la maisha bora ni kupata elimu nzuri, kufaulu mitihani na kupata kazi salama yenye kipato cha uhakika. Upande wa pili, baba wa rafiki yake aliyefahamika kwa jina la Mike alikuwa mtu tofauti kabisa. Hakuwa na elimu rasmi ya juu, hakuwa amehitimu chuo kikuu, lakini alikuwa tajiri. Alimiliki biashara kadhaa, alikuwa na uelewa mkubwa wa fedha na alikuwa akijua namna ya kufanya pesa iweke faida kwake. Huyu ndiye Robert alimwita baba tajiri. Hakuwa tajiri kwa sababu ya bahati au urithi, bali kwa sababu ya akili yake ya kifedha na mtazamo wake tofauti kuhusu pesa. Kiyosaki alikulia akiona tofauti hizi mbili zikiwa mbele yake kila siku. Kwa upande mmoja, baba yake wa damu alimfundisha kuwa njia ya mafanikio ni kupitia elimu ya darasani kwamba ni lazima asome kwa bidii ili apate kazi nzuri na maisha salama. Kwa upande mwingine, baba tajiri alimfundisha kwamba elimu ya darasani peke yake haitoshi, bali mtu anatakiwa ajifunze jinsi pesa inavyofanya kazi. Alimwambia wazi kwamba ikiwa utataka pesa ikutumikie, lazima uielewe kwanza. Akiwa na umri wa miaka tisa tu Robert alianza kuuliza maswali kuhusu kwa nini baadhi ya watu ni matajiri na wengine wanabaki maskini licha ya kufanya kazi kwa bidii. Baba yake hakumpa majibu ya kumridhisha, bali alimtuma kwa baba tajiri ili amfundishe kuhusu pesa. Hapo ndipo safari yake ya kujifunza ilipoanza. Yeye na rafiki yake Mike walimwendea ya baba tajiri na kumwomba awafundishe jinsi ya kuwa matajiri. Badala ya kumjibu moja kwa moja, baba tajiri aliwapa kazi ndogo katika duka lake, akiwalipa senti chache sana. Si kwa sababu alitaka nguvu kazi yao, bali alitaka kuwafundisha somo la kwanza kuhusu pesa, kwamba pesa sio kila kitu, na mtu asifanye kazi kwa sababu ya pesa pekee. Baada ya wiki kadhaa, Robert alianza kulalamika kwamba analipwa kidogo mno. Hapo ndipo baba tajiri alitumia nafasi hiyo kumfundisha maana halisi ya pesa. Alimwambia, watu wengi hufanya kazi kwa pesa, lakini wachache hufanya pesa iwafanyie kazi. Somo hilo lilimchoma kichwani. Alianza kuelewa kwamba watu wengi duniani hufungwa na hofu ya kukosa pesa. Ndiyo maana wanabaki kwenye kazi wanazozichukia au maisha yanayowakandamiza. Watu tajiri, kwa upande mwingine, wanajua kwamba pesa ni chombo cha kuwasaidia kufikia uhuru. Si kitu cha kuwaogopa au kutumikia maisha yote. Kadiri miaka ilivyopita, Robert aliendelea kujifunza kutoka kwa wazazi wake wawili, baba maskini na baba tajiri, kila mmoja akiwa na falsafa yake. Baba maskini alimwambia, "Penda usalama wa kazi." Ilhali baba tajiri alimwambia, "Penda fursa." Baba maskini aliogopa hatari, baba tajiri alikumbatia. Baba maskini aliamini elimu rasmi ndiyo kila kitu, baba tajiri aliamini elimu ya kifedha ndiyo ufunguo wa uhuru. Kupitia mgongano huu wa fikra, Kiyosaki alijifunza kwamba si kiwango cha elimu kinachoamua mafanikio, bali ni namna unavyofikiri kuhusu pesa. Sura ya kwanza. The rich don't work for money. Matajiri hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa. Robert Kiyosaki anaanza sura hii akirudisha kumbukumbu zake za ujana, kipindi alipokuwa akifanya kazi katika duka dogo la rafiki wa baba tajiri. Alilipwa kidogo sana, kiasi kwamba alihisi kazi yake haikuonekana yenye faida. Mara kwa mara alilalamika kwamba malipo hayo hayatoshi, akijiuliza kwa nini lazima nifanye kazi kwa pesa kama hii? Baba tajiri, badala ya kumkemea, alitumia hali hiyo kumfundisha somo la msingi la kifedha. Wengi hufanya kazi kwa pesa wakitegemea mshahara wa kila mwezi huku wakiishi kwa hofu ya kupoteza kipato chao au kushindwa kulipa bili. Aliwafundisha Kiyosaki na rafiki yake Mike kwamba watu maskini na watabaka la kati mara nyingi hufungwa na hofu na tamaa. Hofu ya kushindwa, deni au kushindwa kumudu maisha inaofanya wafanye kazi zisizowafaa, wakipoteza fursa ya kujenga mali zinazozalisha kipato. Baba tajiri alimweleza kwamba watu wengi hukwama kwenye mtego unaoitwa rat race. Rat race ni nini? Neno rat race linamaanisha mzunguko usioisha wa maisha ya kifedha ambapo mtu anafanya kazi kila siku, anapata mshahara, anatumia pesa zake kulipa bili, madeni, kodi na gharama za maisha, halafu anarudia tena mwezi unaofuata. Ni kama panya anayekimbia kwenye gurudumu la mazoezi, anakimbia sana lakini hasogei popote. Kwa maneno ya Kiyosaki, watu wengi wanatoka nyumbani asubuhi, wanaenda kazini, wanapata mshahara, wanalipa bili, kisha wanarudia tena kesho. Maisha yao yote yapo kwenye rat race. Jinsi rat race inavyofanya kazi: kawaida rat race huanza hivi. Moja, unapata kazi, unafurahia mshahara wako wa kwanza. Mbili, unapata majukumu mapya, unakodisha nyumba, unanunua gari, unalipa bili Tatu, unapata nyongeza ya mshahara, unaongeza matumizi yako: gari bora zaidi, simu mpya au nyumba kubwa zaidi. Nne, unachoka lakini huwezi kuacha kazi, kwa sababu ukiacha hutakuwa na pesa za kulipa madeni na matumizi. Matokeo yake, kila unavyoongeza kipato ndivyo gharama zako zinavyoongezeka. Unajikuta unafanya kazi sio kwa sababu unapenda, bali kwa sababu unalazimika. Huu ndio mtego wa kifedha aliouita Kiyosaki Rat Race. Kwa nini inatokea? Kiyosaki anasema Rat Race inatokea kwa sababu watu wengi hawajafundishwa elimu ya kifedha. Mfumo wa shule unafundisha kufanya kazi kwa pesa, si kuifanya pesa ifanye kazi kwako. Watu wanafanya maamuzi ya kifedha kwa hofu na tamaa. Hofu ya kukosa pesa na tamaa ya kuonekana wamefanikiwa. Mfano wa maisha halisi Mtu anayefanya kazi ofisini kwa miaka ishirini. Kila akipanishwa cheo anaongeza matumizi yake, ananunua gari jipya, nyumba kubwa zaidi, na kuingia kwenye mikopo zaidi. Ingawa kipato kinaongezeka, hali yake ya kifedha haibadiliki kwa sababu hana mali inayomzalishia kipato assets, bali madeni yanayomvuta chini liabilities. Watu tajiri, kwa upande mwingine, hufanya pesa iwafanyie kazi. Wanajenga mali kama nyumba zinazokodishwa biashara zinazotoa mapato au uwekezaji wa hisa ambavyo huendelea kutoa kipato hata wakiwa mbali au wamelala. Mfano, Kiyosaki anataja jinsi baba tajiri alivyomfundisha kwa vitendo wakati alipokuwa mtoto. Badala ya kumpa maelezo ya nadharia, baba tajiri alimwendeleza kufanya biashara ndogondogo. Waliuza kadi za kucheza, kuendesha duka dogo la rejareja na hata kujaribu kuuzisha bidhaa shuleni. Kila jaribio lilikuwa somo. Mara nyingine alilalamika kuwa hakuwa akipata faida. Lakini baba tajiri alimsihi aone kila changamoto kama fursa ya kujifunza jinsi biashara inavyofanya kazi. Hii ilimfundisha Kiyosaki jinsi pesa inavyoweza kuwa chombo cha kukuza mali badala ya kuwa mzigo. Kupitia uzoefu huu, Kiyosaki alianza kuona tofauti kuu kati ya fikra za baba maskini na baba tajiri. Baba maskini aliamini suluhisho la maisha bora ni elimu, kazi nzuri na mshahara thabiti. Baba tajiri aliamini elimu ya kifedha, kuelewa mali, madeni, mapato na hatari, ndiyo msingi wa uhuru wa kifedha. Kwa mfano, baba tajiri alimwonyesha Kiyosaki jinsi mtu anavyoweza kununua nyumba kidogo, kukodisha na kutumia mapato ya kodi kulipa deni, badala ya kulipa mshahara wa kila mwezi. Hii ilikuwa njia ya kutengeneza pesa ikutumikie, badala ya kufanya kazi kwa pesa tu. Sura hii inasisitiza somo kuu. Mafanikio ya kifedha haitegemei bahati au mshahara pekee, bali ni uwezo wa kubadilisha mtazamo wako kuhusu pesa, kujifunza jinsi mali inavyofanya kazi, na kujenga vyanzo vya mapato vinavyotoa uhuru wa kifedha. Kiyosaki anasisitiza kwamba hofu na tamaa zinazotawala maisha ya wengi zinaweza kubadilishwa kupitia elimu ya kifedha na kufanya vitendo vya busara kifedha badala ya kuendelea kuwa mnyanyaso wa pesa. Usikose somo hili la kifedha. Soma sura hii ya kwanza na ujifunze jinsi ya kuanza kufanya pesa iweke kazi kwa ajili yako badala ya kufanya kazi kwa pesa pekee. Anza safari yako ya uhuru wa kifedha sasa. Tupe maoni yako kwenye comment. Hadi muda mwingine, bye bye.